Mtazamaji wa Sam TV tunaokaribisha tena kwenye kipindi chetu cha haya ni maisha yetu. Kumekucha tena na makucha yake. Tumemtembelea producer mkubwa aliyejinyakulia jina na anayeendelea kujinyakulia jina. Karibu tumtembelee. Hapa ndipo ofisi ni kwake. Baba salama, salama bro. Nakuona, kupata bro. Vipi kazi inaendeleaje? Shukrani Mungu tu kaka. As, Asante sana. Unajisikiaje siku tembelea? Surprise basi, lakini niko sawa kabisa. Ya, fresh. Tuliona tukufanyie surprise ili tuone kazi yako inaendelea namna gani. Kazi inaendeleaje mzee? Shukrani Mungu tu kaka. Sijiumwi huko. Ah, na sisi pia tunamshukuru Mungu. Jina lako ni nani? Anaitwa Junior Beat. Mhm. Mm, kwa wengine wanachua mafia. Wengine wanachua mafia. Mm -hmm. Unaitwa, yeye anaitwa Junior Beat na wengine wanamfahamu kwa jina la mafia. Um, hii kazi ya producer ulianza mnamo mwaka gani? Ah, uh, ilianza hey. 2019 to 2020. Alianza elfu mbili na kumi na tisa kwa elfu mbili na ishirini uh, unaona ya kwamba kumesha kuwa muda mrefu. Je, kwa wewe kuanza kazi hii, nani aliyekufunza mpaka wewe kufika kujinyakulia jina katika kambi ya Dzaleka? Of course kwa kwanza nilianza na my inspirations zangu lakini mm -hmm. unajua mtu hawezi jinyanyua jina wewe mwenyewe na ubaga, mm -hmm. watu wakusaidia, mm -hmm. lakini kwa kwanza nilianza mwenyewe kwa wewe kufikia kuitwa Junior ni project gani ulioifanya mpaka ikakuonesha kama wewe ni mafia? Ha, ni kazi tu nzuri. Kwa nafanya kazi nzuri nawe nasaidia maisha. Ha, yeah. Maproducer wengine wanaofanya kazi kambini humu Dzaleka awafanyi kazi nzuri unazozifanya? Mimi nasema kwa kijangu ni kwa nafanya kazi nzuri. Nafanya mm -hmm. eh, na mm -hmm. kazi kwa kusema mimi nafanya kazi mm -hmm. sio kwa kuchukua tu pesa au mm -hmm. nini, hapana. Unaona? Anasemaga like mtu juu ajipatie jina na heshima, naanzika kwanza kwa mwenyewe mm -hmm. ili uaminifu kitu mm -hmm. kama na vile, so mimi ukivyangu juu nisaidie, nilikuwa natumika kazi like, nasema hii ndio kazi nilikuwa naitia kama ngoo yangu, na mimi next. Mm -hmm. next, ma, ma, ma, yes, coming na mimi nikuwe sana eh, jamani huyo ni Junior Beat Mafia anafanya kazi nyingi na amefanya kazi na wasanii wengi wa ndani ya nchini za uh, Malawi na nje ya Malawi pia uh, Junior, tutahitaji kuwa na swali katika kazi hii ya producer ni changamoto gani unayoipitia yeah, changamoto unajua kwa oh, nyingi lakini kwa hiyo ngambo eh, itachukua

changamoto ya waimbaji wanalipa vizuri mm -hmm. wakija kuimba au wa kufanya na wewe kazi kwenye changamoto hii ya uproducer hauna? mm -hmm. changamoto nyingine ile tofauti na hii ya vitu kupanda kupandaano. Yeah, nashukuru. Oh, wow, yes, wow, wow. Ah, na sana. Je, katika kazi unayoifanya unatarajia kuwa nani? Mimi nataka tushia zaidi kwenye Mungu anatupeleka tena, namshukuru sana, na take ikue ikwe zaidi na mimi, ili nione nitasaidia wengine nao kufikia kiwango kenye. Na mimi unaweza kupendelea huwe kama producer nani aliyejinyakulia jina ulimwenguni? unapenda wewe kama wewe? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Um, ninaona ya kwamba tuna kaka mwingine aliye hapa. Je, ni msaidizi wako au? yeah, ni ndugu yako. mlikuwa na kazi Junior, kwa wasanii wa hapa. Nimesikia ulitaja ya kwamba umeshafanya kazi wengi ya kambini za Dzaleka na nje ya Malawi pia, nimesikia mwimbaji naye alimesema ya kwamba umetumika na wasanii walio wengi. Unaweza kututajia wasanii wawili uliotumika nao wa wa wakubwa. Ndiyo? Yeah, kuko, zeze. Mm -hmm. kuko... Chismo. mm -hmm. Yeah. Ni wengi lakini. Kei Banto ni wengi sana. Wow, wow, wow. Ni wengi sana Ledaika Lesli, karibu wote tu. Tani gani ambao uliwafanyia kazi kambini Dzaleka na wakatoka kwa jina lako au kwa mkono wako? Yeah, fresh. Sorry, sorry. Okay, tuseme sio wengi wenye washatoka hapa kwa Dzaleka lakini mm -hmm. Wataja hata wawili watatu, wenye mtoza wa jua. mm -hmm. kama huko King mm -hmm. Johnson. King Johnson. Johnson. Yeah, I think kwa wale maybe mm -hmm. tunaweza kusema wanajitahidi kidogo, mm -hmm. fatana na uwezo wetu kwa sahaya, kwa hapa kambi. Mm -hmm. Yeah, wapo wengi kidogo wanasogea, lakini tutataja hata ma next. tunaweza mm -hmm. tukasikia moja ya kazi zangu. Zipo nyingi kabisa, zipo nyingi bwana hey, Twende basi. Mtazamaji tunaangalia kazi ya Junior Beat Mafia ICU. Ni wimbo ane wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wimbo huo umejinyakulia jina gani humu nchini Malawi?

Uh, kiongozi wao ni mpisi mkubwa yeah, yeah. Wao ni mpisi mkubwa. Um, tunaendelea kushukuru. Je, unaweza ukaambia producer wengine wanaofanya kazi kama na yako unaweza ukawaambia nini, au wale watazamaji wanaokuangalia unaweza ukawaambia nini? Naweza sema yeah, nashukuru sana kwa fans wangu wote support mpaka nikafikia aan awenguvu tena zaidi mm-hmm. Hii mwaka tuone wapi tutafikia watu kuhusu mm -hmm. Tawambia tu wasitahidi ile vision yenye mkicha yao, na naipinga jo, mtu mwenyewe unapasha jo, kisi unapasha kuwa like, ateka sometimes mu unapata idea anaizarau aujui, kama ungefanya idea tainaharau so, my ideas aaisneauksaidia like, it. yeah. so um, mafya anasema ya kwamba lazima uheshimu kazi unayoifanya na kujiaminia pia je kwa wale maproducer ambao wako humu kambini Dzaleka wanaojiaminia na wasikiki awatoki kama maproducer je jeshidi inakuwa ni nini kiburi au dharau au mambo mengine huyo anaweza kutoka leo mungi ya mungi ya kesho. Kesho. Asante sana. Mtazamaji wa Sam TV tunashukuru sana, siku ya leo tulikuwa na Junior Beat Mafia ICO. Usikose kusubscribe na kucomment pia, ili kufuatilia kazi zetu kwenye Sam TV. Asante sana, hichi ni kipindi cha ja aya ni maisha yetu.